Lawi na ile kuani alipompita ile anawakilisha watu walio makanisani ambao si wa Siwa nini? Si wa karimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwanangu jifunze kuwa mkarimu. Mwambie jifunze kuwa mkarimu. Usiwe mlokole tu bila kuwa mkarimu. Kwa hiyo Sasa, sisi hatutaki kuwa kama wale, hatutaki kupita kando. Watu wanapohitaji msaada, hatutaki kupita nini? Kando. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, nika na msaada usipite kando. Mwambie nikiwa na msaada usipite kando. Nikiwa na usipite kando. Haya. Kwa hiyo, kwa hiyo watu hao walikuwa ni watu wa dini sana, lakini hawakufanyaje? hawakusaidia. Kuna baadhi ya waumini wenzako, kuna baadhi ya waumini wenzako si wa karimu, usishangae. Usi yani, uki uki uki ukipata tatizo usishangae, ukipata tatizo yaani ukiugua, ukijifungua, ukifiwa, nyumba yako ikibomoka, ukipata matatizo mbalimbali, usishangae kuwaona wanakuangalia tu, usishangae kuona kwamba wanakukwepa ni kama vile hawajui kinachoendelea, lakini wanafahamu kabisa kwamba wewe una nini, unaiji msaada na machangamoto. Wanaji kabisa, wanajua kabisa kwamba wewe ni mgonjwa, uwezi kufuata nini nguo, wanajua kabisa lakini, utakuwa nafahamu akina nani na Mlawi na nani naka, waliofanyaje waliopita. Kuna waumini wenzako wanaweza wakajua kabisa na changamoto lakini wasikusaidia kwa lolote. So kwa miminya wamekausha. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <Uwe, ukarimu. tos> <Ukarimu. tos> mwambie mwenzako <coughs> usi napenda kukausha kwa uwe mkarimu. <coughs> mwambie <Ukarimu. tos> ukiona nahitaji msaada usijikaushe. <coughs> usi ni <kausha. tos> <kia wana> <coughs> Uka, karimu. Leo imependeza, Mungu atupe viti, mependeza meza hapo, siku nyingine siku nyingine kwe, nyingine leo huko, kwa hiyo Mungu atusaidia atupe nini? Viti vizuri. Tukikaa hapa tunakaa vizuri kabisa. Na mwagini usisahau zile maiki zetu na vyombo vya muziki vile. Usisahau. Asubuhi tumesema umuombe Mungu afanyaje? Asikuchukue haraka <tipu> <tipu> uwepo, sawa eh? Jana kuna mmoja baada sema tufiatie tofali tununue spika hata kimoja. Nikasema, sasa hivi wazo niliwauzia kwamba niendelee kucheketwa kwa kipindi vito kwamba tutafanya tofali ni kitukuo hapo. Tununue spika. Kuna hapa anapenda muziki. Kwa hiyo ndugu zangu, wapo wenzetu ambao wakiona tuna uhitaji, lakini awatufanyeje awausaidii? Wanafanana na wale watu wangapi wawili, wanafanana na kuhani na nani kwa, na mlawi. Je, wewe ni mlawi we au kuhani wewe? Eh, ni mlawi au ni kuhani kwa, ni msamaria kwa hiyo, eh? Wenzetu we wakipatwa na changamoto tusipite nini

Unatakiwa uonyeshe nini ukarimu, unapomsengenya unapomkwepa, wewe utafuta na ile nani, mlawe na na, mlawe na nani, kwa tusipite pembeni, wanaweza anapofanyeje? wanapita na nini, anapata na nini, Nachanga moto. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Amina. Kwa ndugu zangu vile vitu ambavyo Mungu amejalia ametupa kwa ajili ya kuwa karimu hata nini, wenzetu. Ule uwezo ambao Mungu amekupatia amekupatia amekupatia kwa ajili ya mwenzako pia. Sasa hebu tuanze kupita katika vipengele mbalimbali ambavyo alifanya huyu msamaria Sasa, ili na sisi tuambukizwe tuwe kama nani, Msamaria. Kimoja wapo alimkaribia, Luka kumi thelathini na moja anasema, watatu alipita nani Msamaria? anasema akamfanyeje? aka soma hapo tuone, anasema akamfanyeje? thelathini na moja, uh -huh, anasema kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, uh -huh, na alipomwona alipita kando. Huyo wa kwanza alipita nini kando, wa pili akamuona akapita kando, wa pili naye akamwona akapita kando. Wa tatu sasa anasema atasema, lakini msamaria umoja katika kusafiri kwake, hmm? alifika hapo hmm? alipo hmm? na, na alipomuona alimhurumia. Cha kwanza kabisa cha kwanza